Takribani viboko 50 wa na wanyama wengine wakubwa wamekufa kutokana na sumu ya kimeta katika hifadhi ya taifa ya zamani zaidi ya Afrika, mkurugenzi wa hifadhi hiyo amesema. Picha zilizosambazwa na hifadhi ya taifa ya Virunga katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeonyesha wanyama wasio na harakati wakielekea kwenye mto Isasha. Maafisa wa hifadhi wamesema wa wanyama hao walionekana kwa mara ya kwanza wiki iliyopita. Sababu kamili ya sumu hiyo bado haijulikani, lakini vipimo vimebaini uwepo wa kimeta. Mkurugenzi wa hifadhi hiyo Emmanuel de Merod alisema kazi inaendelea kuwaokota wanyama hao na kuwazika ili kuzuia kuenea zaidi, lakini ilikuwa vigumu kwa sababu hakuna mashine za kuchimba. ni vigumu kutokana na ukosefu wa ufikiaji na vifaa, aliambia shirika la habari la Reuters. tuna njia za kupunguza kuenea kwa sumu kwa kuwazika kwa kutumia soda ya kiasidi. Mto huo unatembea kuelekea kaskazini hadi Ziwa Edward, mmoja ya maziwa makubwa ya Afrika ambapo wanyama wengine wakiwa wamekufa pia wameripotiwa kutoka eneo hilo. Kimeta inasababishwa na Bacillus anthracis na inaweza kuwa na madhara makubwa lakini kawaida haienei kwa urahisi. Inadumu kwa muda mrefu kama spora zinazojificha kwenye udongo kwa miaka bila ya kuingia kwa mnyama kupitia hewa au majeraha ama vidonda. Taifa la Kongole la uhifadhi wa asili limeonya wakazi kuepuka wanyama wa mwituni na kutunza maji kutoka vyanzo vya hapo kabla ya kuyanywa. Hifadhi ya Virunga ina jumla ya kilomita za mraba elfu saba mia nane sawa na maili za mraba elfu tatu na pia ni moja ya hifadhi zenye utofauti mkubwa wa viumbe hai, lakini pia ni hatari zaidi katika bara la Afrika. Hifadhi hiyo ni kivutio maarufu cha watalii, lakini pia imeathiriwa na mzozo kati ya makundi ya waasi na jeshi la Kongo katika miaka ya hivi karibuni. Maelfu ya wanajeshi wa silaha kutoka makundi mbalimbali ya waasi hutembelea katika Virunga na maeneo yanayozunguka wakipigania udhibiti wa rasilimali za eneo hilo. Wengi wa walinzi wa wanyama wamekufa wakilinda wanyama wa mwituni katika hifadhi hiyo. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwepo na juhudi za kuongeza idadi ya viboko katika hifadhi hiyo, kabla ya idadi yao kushuka kutoka zaidi ya elfu ishirini hadi mamia machache kutokana na uwindaji haramu na vita. Mimi ni Bahati Limo, na hii ni Simulizi na Sauti.